asante sana Mike Nguli mzee <laughs> wa nyama nyingi Jamaa ndugu andishi habari habari za wakati huu eh, awali yote tuanze kwa kuwaomba radhi kwa kuchelewa jambo letu hii ya leo tulikuwa tuanze saa nne asubuhi kwa maana ya saa nne kamili lakini kutokana na changamoto za hapa na pale tumechelewa kwa dakika kadhaa, lakini sasa tuko tayari kuianza safari yetu ya kuwapa taarifa muhimu kuelekea mechi yetu ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Mbele yenu, naitwa Komando Ahmed Ally, niko hapa nikiwa ni meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba, na hii leo tuna taarifa muhimu kuhusiana na timu yetu ya Simba Sports Club.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 E, utachezeshwa na waamuzi kutoka nchini Nijar na wao wako njiani kuwasili nchini Tanzania. Waamuzi ambao watachezesha mchezo huo e, ni Muhammad Ali Musa ambaye ni mwamuzi wa katikati kutoka Nijar. Lakini vile vile eh, mwamuzi msaidizi namba moja ni Abubakar Athumani vile vile kutoka Nijar. Mwamuzi msaidizi namba mbili ni bwana Abdullahi Ada Tano kutoka Nijar, na mwamuzi msaidizi namba nne ama fourth official atakuwa ni Musa Ahmadu, naye eh, vile vile kutoka Nijar na match commissioner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 msimu uliomalizika wa mashindano ya kimataifa tulipata adhabu ama tulipewa adhabu ya kufungiwa mashabiki wasiingie uwanjani kwenye mechi yetu dhidi ya Konstantin, na hii ni baada ya kutokea vurugu kwenye mechi yetu dhidi ya Sfaksieni, na CAF aliweka wazi kwamba e, tumefungiwa mechi moja dhidi ya Konstantin, lakini endapo kosa hilo likijirudia tena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 lakini vile vile walinzi wa uwanjani kwa maana ya stewards, tunatakiwa kuongeza umakini. Haiwezekani mtu mpaka anatoka juu anashuka anaingia mpaka uwanjani bila kuonekana ama kuzuiliwa. juzi mechi ya ngao yani amekuja tu kuonekana shabiki ameshafika uwanjani, kamfata Kibu kamkumbatia, kaenda kwa Rushaini kamkumbatia, alafu baadaye ndiyo stewards wanaingia na kuanza na kuanza kumkimbiza. Ametoka wapi huyo mtu kuonekana mpaka anafika anafika uwanjani? Tafsiri yake ni kwamba